Walimu wakuu wameonya dhidi ya kukaidi agizo la serikali la kutoa vyeti vya wanafunzi eh, waliokamilisha shule na kushindwa kuchukua vyeti hivyo kutokana na masalio ya karo. Kaimu naibu kamishna mboni mashariki kaunti ya Makueni amesema serikali itawachukulia hatua walimu wakuu watakaoendelea kuzuilia vyeti hivyo. President alitoa directive na akasema ya kwamba zile certificates ambazo bado mna withhold kwa mashule tafadhali tupatie watoto wetu certificate bila malipo yoyote. Na sasa tunaomba principals, kwa sababu nimepata complaint one two, tafadhali let us release these certificates to our children. Na nimeongea pia na director of education na amekubaliana na sisi. So tafadhali wazazi, kama kuna certificate ya mtoto yuko kwa shule, sisi tunaomba uende ukachukua hiyo certificate, ndio chisi wanapokuja kuzunguka kutafuta hao watoto wakuwe na wao na hizo certificates. Tumeelewana.